za kwanza mwezi wa nane mwezi wa tisa, tutakuja kupatiana nyumba zingine elfu tano mara tano ya nyinyi mulio hapa leo. Tutarudi tena baadaye mwaka mpya, tupatiane nyumba zingine elfu tano tuende hivyo mpaka tujaze watu hapa elfu kumi na tatu manyumba ya wananchi tuwapatie. Mbali na manyumba mulio nazo hapa, mko na soko muko na mall hapa, muko na street, mnaweza kufanya shopping hapa, tuko na uh, hospitali tutajenga level 4 hospitali hapa ya kuwasaidia nyinyi, wa, watu wa hapa hapa. Tutakuwa na shule ya chekechea hapa, tutakuwa na shule ya primary school hapa, tutakuwa na shule ya JSS hapa, tutakuwa na shule ya sekondari. Watoto wenu hawataenda kusoma mahali kuna matope tena mahali hakuna usafi tena mahali hakuna usalama tena. You will be dignified as the people of Kenya. Na mimi nataka niwaambie watu wa kutoka Mkuru, ndugu zangu, sawa. Niwaambie hivi, nyinyi mko na furaha, lakini mimi niko na furaha zaidi yenu. Mimi niko na furaha zaidi yenu kwa sababu ndoto yangu leo imetimia, ya kwamba inawezekana kumuinua mnyonge kutoka pale mavumbini na kumpandisha hapa kwenye ghorofa aishi kama Wakenya wengine, ili neno la Mungu la Biblia litimie vile nilivyosema katika uchaguzi, ya kwamba Zaburi mia moja kumi na tatu mstari wa saba na nane neno la Mungu linasema Mungu humuinua mnyonge kutoka mavumbini akamketisha pamoja na wafalme. Leo kwa mapenzi ya Mungu, leo watu wa Mkuru, watu wa slum ya Mkuru wametoka mavumbini, wametoka kwenye matope, wametoka kwenye slum, leo wamepandishwa. Ndio hawa wako hapa estate, hapa ground floor, hapo second floor, pale third floor pale fourth floor pale fifth floor pale sixth floor pale seventh floor pale eighth floor pale ninth floor pale tenth floor pale eleventh floor. Ni mambo, ni bottom. Ni bottom. Ni bottom. Ni kweli, si kweli? Mtu akitoka kwa slam aingie kwa estate ni bottom up, bottom up. Si bottom up mtu akitoka kwa matope aingie kwa nyumba ya kifahari kama hii ni bottom up, si bottom up? Ni kweli si kweli? tulisema ukweli hatukusema? Jameni, tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Wale wanasema tuendelee nione kwa mkono jameni. <laughs> Asalala, si Mungu ni mwema jameni. Nyinyi mko na furaha lakini mimi niko na furaha kuzidi nyinyi kwa sababu leo, kwa mapenzi ya Mungu, mwananchi wa kawaida Am